Kwamba mnamo tarehe mbili mwezi wa tano mwaka 2025 majira ya asubuhi Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya limeweza kupokea taarifa kutoka kwa mtu ambaye anaitwa Sjembuki Emmanuel mwenye umri wa miaka 31 mkazi wa Iwambi ambaye ni mke wa Mparuka Saidi Nyagali almaarufu Mdude kuwa mnamo tarehe mbili mwezi wa tano mwaka 2025 majira ya Saa nane za usiku wakiwa wamelala huko mtaa wa Ivanga kata ya Iwambi jijini Mbeya, kwamba kuna watu wasiofahamika waliovamia baada ya kuvunja mlango na kuingia ndani na kisha kumjeruhi Mparuka Saidi Nyagali au maarufu Mdude sehemu mbalimbali za mwili wake. Aidha, watu hao baada ya tukio hilo walifanikiwa kutoweka na mhanga huyo na kwenda naye kusikujulikana. Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya linakanusha taarifa zinazosambaa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii ambayo zinadai askari polisi kuhusika na tukio hili. Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya linaendelea na ufuatiliaji ili kumpata muhanga huyo na kuwabaini waliohusika katika tukio hili kwa hatua zaidi za kisheria. Kwa hiyo Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya linatoa wito yote mwenye taarifa za mahali alipomparuka Said Nyagali au maarufu Mdude azitoe ili kufanikisha kumpata, pamoja na taarifa za watu waliohusika katika tukio hili tuweze kuwakamata.